Tunaweza tukakaa hapa tukaanza kuongea kiraisi raisi. raisi. Kwamba rais huyu amefanya hivi, rais huyu afai, rais huyu sio amefanya hivi. Ni rahisi sana kuongea namna hiyo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wabunge baadhi wamezungumza. Hivi sisi waheshimiwa wabunge, maana nianze tena mimi mwenyewe kwa sababu niko mundani. Kati ya kipindi cha 2016 mpaka sasa hivi, mmefanya nini kwenye majimbo yenu? Hivi kila mtu akisema akae hapa anze kuulizwa orodhesha alichokifanya, atasema amefanya nini? Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti, nimesema makofi yaendelee, najua atagoma. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimekaa hapa bungeni kwa kipindi cha miaka kumi na mbili kuanzia mwaka elfu mbili na tano mpaka leo hii. Niliingia hapa bungeni ikiwa mdogo sana. Ninaomba kutoa tahadhari kubwa sana kwa wabunge ambao ni wapya na hasa waheshimiwa wabunge ambao ni vijana. Wako watu ambao ni genuine kabisa kutoka pande zote mbili kutoka vyama, kutoka upinzani pina, pia na huku, kuna watu ambao wakiongea, unajua kabisa huyu anaongea ni kutoka kwenye dhamira yake. Lakini wapo watu, kwa experience yangu, kuna watu nimeshuhudia tangu nimeingia hapa bungeni miaka kumi na mbili hii, kuna watu wananunuliwa na ni wabunge. Kuna watu wana interest zao nyuma, mambo yao yameharibika, wanakuja hapa hata kutuvuruga. Kuna watu mtu anakuja hapa anasimama kwa sababu mume wake alikuwa fisadi ameondolewa kwenye madaraka, nasimama hapa hata kutuvuruga. Kuna watu mtu anakuja nasimama hapa kwa sababu alikuwa anapewa pesa na mafisadi, mambo yamekuwa magumu, anakuja hapa hata kutuvuruga. Kila saa serikali mbaya, rais mbaya, sio hivi. Vitu gani vibaya? Tunaomba samahani sana, haya maneno yenu mnyamaze, mkaongee huko barabarani. Hapa tunataka tukae, tuongee masuala ya maana, masuala ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimeishi Rwanda nimeishi Rwanda kwa kipindi cha miaka kadhaa, siwezi kusema ni miaka mingapi, na walikuwa wanajua mimi ni mnya Rwanda. Ilifika wakati nimeishi uswahilini ya Rwanda na, na nimeishi masaki ya Rwanda. Watu ambao ni viongozi wanakuwa wazalendo. Kuna mambo ambayo ni ya msingi, mtu anakaa anazungumza kwa ajili ya nchi yao, watu wanakaa na discuss issues ambazo ni za maana. Leo hii tumekuwa viongozi ni mambo ya Twitter si WhatsApp messages za kipumbavupumbavu, ni aibu kwetu natakiwa tutumie muda ambao huu tunao kukaa kufanya mambo ambayo ni ya maana. Kwa nini hatukai kukaa tukashauriana, kwamba jamani, hebu tufundishane ujasiriamali, tunafanyaje? Hebu jamani, tuwe tukafuate Mheshimiwa Waziri wa, wa fedha Jamani mheshimiwa wangu tusaidie, tunataka tujiunge wabunge 20 tufungue kiwanda. Mheshimiwa waziri wa fedha, mheshimiwa waziri wa viwanda, hebu tusaidie, wabunge 50 tunataka tukae, tuwe, tuweke mitaji yetu, tunataka tufanye biashara ya maana. Matokeo yake watu mmekaa mna, mnaanza kuchanganyikiwa, mnakuwa hamna hela, mkitoka hapa maisha magumu. Mmekaa wengine hapa mnapiga makelele, mnapata hizo nguvu kwa sababu mko ndani ya chama, mko ndani ya vyama vyenu. Inatakiwa watu mweze kukaa, kila mtu amekuja hapa kwa nguvu yake na kila mtu amekuja hapa kwa moyo wake, na anajua yeye mwenyewe nini ni, ni, ni, ni kilichomleta. Sasa msikae hapa mnaanza kuincite, uh, uh, other members of parliament to turn against the government. Hii ni adabu mbaya mbaya mbaya kupita kiasi. Kama mna mambo yenu huko pembeni, nendeni mkamalize. Ninamwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu afikishe salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais, aende akamwambie kwamba tuko nyuma yake tunajua kazi kubwa ambazo wanazifanya, tunajua serikali hii kazi kubwa ambayo inaifanya, na tuko nyuma yake. Kwa njia yoyote ile hatuwezi kunyamazishwa, lakini ninachoweza kuwaambia hao ambao wanadhani kwamba wanaweza kupambana naye, yupo mpaka 2025. Ambao wanadhani kwamba 2020 ni mwisho they are very wrong, na wanajidanganya. Mimi nataka kuwaambia hata baadhi ya wabunge ambao tuko huku kwenye chama chetu kila siku nasema, na kuna mtu mmoja nimeshawahi kumwambia you cannot win the fight with with your boss. You are messing up with the very wrong person. Katika awamu hii ya tano, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwepo hapa bungeni kipindi cha mwaka elfu mbili uchaguzi uliopita, wote tulikuwepo hapa, labda wengine wa, wageni ambao kuwepo, lakini walikuwa nafuatilia baadhi ya wabunge, tulikuwa tunaona tabia za jambojambo walizozifanya, ukiwa mu ndani, watu na heshima zao mimi nimeingia hapa mara ya kwanza, nilikuwa namuona mheshimiwa mbunge, unadhani kwa sababu ya umri wake ni mtu mzima, shikamo mheshimiwa. Baadaye unakuja kukaa baada ya mwaka mmoja, baada ya mwaka, baada ya miaka mmoja, unasema ni kubwa hata mambo astahili, kwa sababu ya jinsi vitu ambavyo anavifanya vya aibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wote tunajua na wala sio siri, tulikuwa tumekaa hapa watu wakati wa uchaguzi, makundi yaliyokuwepo. Sasa mimi nasema hivi kama yale makundi yalikuwepo, kama ni masuala interest nyingine ambazo tunazo, tuachane na hizo biashara sasa hivi. Tukae tujenge nchi yetu, tukae tufanye kazi, tukae tuanze kuangalia maendeleo ya nchi yetu yanakwendaje. Wengine hapa kwanza hata muda wenyewe kuuliza maswali ya tuna, kwa sababu unaweza biashara tu. Sasa unamshangaa mtu mwingine kina serikali hii imefanya. Mimi nasema hivi, hapo watu wapi muda mwisho, mtakosa ubunge mrudi nyumbani kule, maisha yaanze kuwa magumu. The lion does not turn around when a small dog barks yo nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, wala msihangaike nao watu ambao wanapiga makelele ya ajabu ajabu, maneno ya ajabu ajabu, wanasema vitu vya ajabu ajabu. Nyinyi kaeni, fanyeni kazi, muendelee kuwepo kwenye mstari, tuko pamoja. Tunaowaunga mkono ndani ya hili bunge ni wengi zaidi kuliko ya hawa wachache ambao wanapiga makelele. Tuwaache waendelee kupiga makelele, lakini mimi nataka niseme, watakuja sikukuja kula matapishi yao. Wapo watu ambao wa tumewashuhudia leo, mtu anasema hivi kesho anakuja, unamshangaa wewe, anasimama serikali nzuri sana unashangaa, maneno ametolea wapi? Watakuja kuja kurudi kula matapishi yao, lakini wakati huo tutakuwa tayari tumeshawajua.